Odi pwani. Nawashukuru sana. Tunakwenda kuijenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii itakuwa na gati za kisasa na ndefu ambazo zitakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi ya bandari ya Dar es Salaam. Bandari hii pia itaunganishwa kwa reli ya SGR kwa kipande cha kilomita mia moja kutoka bandari kavu ya Kwala hadi huko bandari ya Bagamoyo. Aidha, bandari ya Bagamoyo itajengwa sambamba na eneo maalum la kiuchumi la hekta elfu tisa mia nane takalochochea uzalishaji na kuvutia uwekezaji wa viwanda. Tumekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa mradi wa bandari na eneo huru la biashara. Tunaenda kutekeleza mradi hii kupitia mamlaka ya bandari Tanzania, shirika la la reli la Tanzania na pia sekta binafsi, hususan kwenye kongani za viwanda. Huko lazima tuialike sekta binafsi ingie, tufanye nao pamoja. Ndugu zangu, hii ni miradi ya kimapinduzi uh, kuweza kufanyika ndani ya mkoa wa Pwani, kwa kitovu cha usafirishaji nchini na itaongeza fursa za ajira na biashara kwa wananchi, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Hadi yetu ni kusimamia na kuiendeleza miradi hii muhimu kwa maendeleo yetu na ya nchi kwa ujumla.